Habari kubwa kutokea kule mashariki ya kati ni kwamba waziri wa usalama wa taifa wa Israel ndugu Itamar Ben Gavil, ambaye tayari amepigwa marufuku kuingia katika nchi kadhaa za Ulaya kutokana na tuhuma za kueneza ugaidi na sera za ubaguzi wa kikabila, ameibua mjadala mpya baada ya kutembelea wanaharakati waliokamatwa kutoka Global Samad Flotilla. Wanaharakati hao walikamatwa na jeshi la maji la Israel wakiwa safarini kuelekea Gaza, wakiwa na msaada wa chakula kwa ajili ya watoto na Wakipalestina. Flotila hiyo imekuwa ikipanga safari za amani kwa lengo la kuvunja mizingiro wa Gaza na kufikisha misaada ya kibinadamu, lakini mara nyingi hujipata ikikabiliwa na vizuizi vikubwa kutoka kwa mamlaka za Israel. Katika ziara yake, Bin Gavil alitoa matamshi makali dhidi ya wanaharakati wao, akiwaita magaidi na wafuasi wa wauaji. Akizungumza mbele ya kamera, alisema Hawa ndio magaidi, ndio magaidi. Angalieni tu, wanaunga mkono wa uwaji, wamekuja Gaza kwa ajili ya magaidi. Kauli hizi zimezusha ukosoaji mkubwa kimataifa, zikionekana, um, zikionekana wazi wazi kama jaribio la kuhalalisha ukamataji wa wanaharakati wa amani waliokuwa wakisafirisha chakula na mahitaji ya msingi kwa raia waliokwama ndani ya ukanda wa Gaza. Kumbuka kuwa Ben Gvir mwanasiasa wa mlengo wa kulia mwenye msimamo mkali zaidi, mara nyingi amekuwa akihusishwa na sera zinazochochea mgawanyiko wa kidini na kikabila, jambo ambalo lilisababisha baadhi ya nchi barani Ulaya kumwekea vikwazo na kumpiga marufuku kuingia ndani ya mipaka yao. Hata hivyo, licha ya ukosoaji wa jumuiya za kimataifa, serikali ya Israeli kupitia mawaziri wake wa usalama linaendelea kusimamia kidete dhidi ya jitihada zozote za kuvunja mzingiro wa Gaza, hatua inazidi kuzua mijadala mikubwa kuhusu haki za kibinadamu na misaada wa kibinadamu katika eneo lililokubwa na mgogoro wa muda mrefu zaidi wa mambo ya vita.